Ni kwamba tumetoa elimu ya kutosha na tunaendelea kutoa elimu ya kutosha watu wameacha yawizi kwa sababu wako kuna mamikataba wanaamua kutulia na pikipiki wenyewe wanakuja kukamata wengine sio raia maandamano ya vijana waendesha pikipiki maarufu kama madereva boda bodaboda hapa mkoani Kigoma, na wameandamana katika eneo hili la round about. Lengo kubwa ilikuwa ni kwenda kuonana na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kigoma, mheshimiwa Tobias ya Yandengenye, kwa kile ambacho wanadai wakituhumu polisi e, kwa kuwanyanyasa. Polisi wamekuwa na operesheni zaidi ya wiki tatu sasa, e, kwa ajili ya kuweza kukamata bodaboda boda, ama madereva pikipiki, kwa wale ambao hawajakizi vigezo. Imekuwa ni operesheni ambayo imedumu hapa mkoani kigoma kwa zaidi ya wiki mbili sasa, na wamekuwa wakikamatwa, lakini wao wanasema haya ni manyanyaso na hawapendi kuona hivi, kwa sababu wana mikataba na mabosi zao, wanashindwa kufanya kazi kwa uhuru. Na sasa hivi jeshi la polisi limeweza kuwatawanya katika eneo hili la roundabout. Mabomu ya machozi yameweza kupigwa, lakini polisi wameweza kutapakaa katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuwatawanya vijana hawa wa bodaboda. Na hivi ndivyo ilivyokuwa kutokea hapa mkoani Kigoma baada ya vijana zaidi ya mia tatu kuandamana wakilia vilio kunyanyaswa na jeshi la polisi. Lakini kwa upande wa jeshi la polisi wanazungumziaje kuhusiana na sakata hili? Kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma, uh, Filimoni Makungu amezungumza kutokana na tukio hili. Tuna operesheni zetu tunaenda nazo sasa. Tumeshaongea na viongozi wao, wako wanaongea nao huko ndani, ndani, mitaani, kwa sababu kama unaona sasa hivi, sasa hivi unaona, unaona huko mitaani naona wanakimbia, kimbia, ovyo, wamejificha, si ndio? Sasa baadaye tutakutana na viongozi wao hapa ongea tutawekana sawa. Sisi tunachotaka amani na utekelezaji wa sheria. Basi mi nafikiri sio kufunga, walikuwa wanajikusanya. Na unaona sasa, barabara si unaona imesha kuwa wazi, barabara iko wazi kwa sasa hivi. Wengi kuna mengi, huyu anelalamika alete, mm, atuone tu. Sisi tunashughulikia kila kitu, wala haina shida hiyo. Tuma tuma tu, mtu anapewa tu ili mradi uwezi kuja sasa. Mtu hajaleta atuma, tukaiona nini na nini halafu tukaona mtu sasa akitumia sana shughuli. Kwa hiyo haina shida hiyo, tutaiona utaratibu. Wa jeshi la polisi wapo wanavaa uniform na wengine kiraia, huo ni utaratibu wa kazi. Tumeelewana ni kwamba tumetoa elimu ya kutosha na tunaendelea kutoa elimu ya kutosha. Shida iliyopo hawa boda boda wengi, hata wengine leseni hawezi kupata. Kwa sababu gani? hawana nida, wengine sio raia, umeelewa? Wengine sio raia, ndio shida iliyopo. Hivi vijue vyote vya bodaboda vina walezi ambao ni traffic police vyote. Nimeenda kijue kimoja pale kijue kimoja nilienda wiki iliyopita, kile kijue kina watu zaidi ya hamsini, lakini watu zaidi ya ishirini hawana leseni na hawawezi kupata leseni kwa sababu hawana nida Hey, kwa hiyo tunawaelimisha, elimu tunazitoa sana na tumeshafanya mpango mzuri, wale walezi wale wasaidie kupata leseni. Kwa hiyo hizo ni, ni maneno tu ya watu. Sasa mtusaidie, huyo ambaye ana shida sana mlete kwa kamanda, uone kama hatujamsaidia mimi nafikiri, mniao ya kwanza na si, operation bado inaendelea. ni siwezi kusema kama ni mbaya au namna gani. Sisi tunajua tunaendelea kuelimisha na operation za usalama barabarani zinaendelea. habari yangu nzuri kaka. Jina langu naitwa Chita Jackson Ntiruungwa kitu gani kikubwa ambacho kimewamdu leo bodaboda boda zaidi ya mia mbili mmeandamana hapa mkoani kimechotokea kime Kigoma? Hapa ni kwamba hatuna mtetezi hata mmoja, hatuna mtetezi hata mmoja na tunasumbuliwa, hakuna anayeongea kuhusu sisi bodaboda boda. pikipiki hata kama na leseni imelipwa mapato, lakini unakamatwa, unapigwa virungu, unawekwa ndani Dakika za mwisho sometime, kutoka mzamana wenye mpa, wanakudai mpaka laki. Tutafanya kazi gani iwapo bodaboda yetu hii ndio inayosumbuliwa na serikali hiyo hiyo? Yeah. Na siku tumeamua kuchukua maamuzi ya kuingia barabarani kutokana tumeshindwa kupata msaada popote pale, tunapotegemea ukamataji wao. Ukamataji ukoje? Yani, uka wao kwanza, cha kwanza ni dharau, wanatumia wanafanya vurugu, haukamati ukistaarabu, uelekezwi kwamba hapo umefeli wapi, ila wanacho wanachofika, wakikukuta kijiweni au barabarani, wana uwezo wa kugonga hata na defender lao ukadondoka, na mabomu ya machozi haya hapa tumeshika mkononi. Serikali mko wapi? Okay, okay mnakuwa nayo mnakuwa mna babani amtumii kofia ngumu leseni amna leseni m..., zipo elementi, tunazo setimila tunazo, ila mwenye setimila na ye pia anakamatwa. Sasa kula nda kudaiwa nini? Kwa hiyo wanapo wakamata nyie, wanawambia ni makosa gani hasa? Makosa wanaotwambia ni setimila tukitoka kwenye setimira kofia basi, imeisha na leseni, ili ukiwa navyo pia unakamatwa. Na faini zake zikoje? Faini zake ni kuanzia, faini zake ni kuanzia laki elfu hamsini, ukipigwa unapigwa mpaka laki na ishirini na una kila kitu ujue, ujue anaposema hivi, kudai kufuata sheria, kudai haki bila kufuata sheria ni kufanya fujo, sawa, ni kweli, lakini kwa hili swala shatuzoea kamata pikipiki iende, sendo itoke. Sasa bodaboda boda ni wengi hapa. Umeona wakisema kwamba wakamate bodaboda wote, watu watakuwa wanaibiwa mchana kweupe, mona watu wanafokolewa, watu watakuwa watu wameacha wizi, kwa sababu wako kuna mamikataba wanaamua kutulia na pikipiki wenyewe, wanakuja kukamata hawa, wanawakamata kecho kecho, kuta wanasikia wameiba mchana kweupe. Sasa kuna maisha ya hivyo eh? Sasa proclaim... sisi hapa tunaenda nao sambamba, yani tuna familia, nimeoa na mke ndani. Haya nikikamatwa, mke wangu atakula nini? Atakula stori zangu bongetufaya ustaarabu bana, ni hivi na hivi, tukafata wanavyotaka wenyewe. Sasa uwe na elementi na site mila, utakamatwa. Ukiuliza sababu ni nini, unasikia leseni. Utatoa hii hapa leseni, watakwambia utoe utoe hela. Makosa yako api ya kufanya utoe hela? Hamna makosa, afu anakukamata, shida ni nini? kila, yani kila wamejaa wajomba, wajomba wamejaa. Kwanza mimi kabisa kabisa na laani kabisa kitendo kilichotokea, kwa sababu vijana wa bodaboda ni kweli operation inaendelea, na hiyo operation sio kwa ajili ya bodaboda peke yake, ni kwa ajili ya ya magari pamoja na vyombo vyote vya moto lakini hawa madogo ilionekana kwamba wao hawataka kufuata sheria, na nchi yetu inasimamiwa na misingi ya sheria. Sisi tumekaa kwenye vikao, tumekaa kwenye vikao kwa ajili ya kuangalia ili jambo likoje, kwa sababu lilivyoanza sisi tulikuwa tulijui, ila tuliweza kuwaita katika kamati ya usalama bara, ya, kamati ile ya usalama barabarani ya mkoa, wakatoa ufafanuzi. Operesheni hii inalenga kukagua vyombo vya moto ambavyo havijakizi vigezo kwa, kwa maana ya bima lata Uh, side mirror wanang'oa, side mirror wanang'oa dashboard, lakini ambao hawavai helmet na wamepewa maelekezo haya. Hii ni takribani wiki ya tatu, operation inaendelea na, na hiyo operation sio tu ya kwetu hapa. Sasa baada yake, baada ya kugundua kwamba bado bodaboda wengi wana makosa ambayo ni sahihi, kwa kwa maana leseni la trabima sio na helmet. Tumekaa nao chini sana kuwaeleza, ila madereva hawataki kufuata hayo. Mpaka leo hii asubuhi nimetoka Kibirizi kwa ajili ya kuzungumza nao ila wao wameungana wame, wame wote wakiangalia wote hawana seti. Mimi naona elimu mwisho okay. wa siku wakuja kuzuia watu kupita hapa. Mimi kama mwenyekiti wa bodaboda mkoa wa Kigoma, ni kweli kuna mambo ambayo tulishughulika nayo polisi walikuwa wanapiga bodaboda, walikuwa wanafanya hayo, aishatatuliwa wiki moja imeisha. Ila ha, hii hali iliyotokea ili, ili, ili, hapa sasa haikutakiwa kutokea tena, kwa sababu tumeshafikia kwa mariziana mazuri. Anayetakiwa kukamatwa ni yule tu ambaye amevunja sheria. Nandiwa na ndio e, aarena endelea, na mimi kila siku niko niko kwa polisi, lakini hili la kuzuia watu kupita kwenye kufanya matumizi kuzuia hii roundabout se, se, mimi kwa kweli nao na nimelaani kivikali kabisa. Mimi naitwa Samuel Lamek Joseph Mtema, ndio mwenyekiti wa bodaboda na bajaji mkoa wa Kigoma.